Habari, kwa jina naitwa Diana Edward kutoka kampeni ya Dondosha Wembe chini ya Cut Alert Foundation. Ndoa za utotoni hutokea pale msichana au mvulana hufunga ndoa wakiwa na umri chini ya miaka 18. Katika tafiti mbalimbali zilizofanyika zimeonyesha mikoa inayoongoza kwa ndoa za utotoni kwa kuanzia na Shinyanga ambayo ina asilimia hamsini na tisa, Tabora ina asilimia hamsini na nane, Mara ina asilimia hamsini na tano ikifuatia na Dodoma ina asilimia hamsini na moja na Lindi ina asilimia arobaini na nane, pamoja na mikoa mingine inayopatikana nchini Tanzania. Kuna sababu nyingi za ndoa za utotoni, lakini kwa kuanzia na mila na desturi potofu, sheria na sharia kandamizi, ukosefu wa elimu, umaskini, mifumo mibaya ya viongozi hasa katika ngazi ya vitongoji na kata, unyanyasaji wa kijinsia ambapo mabadiliko ya kibaiolojia yanafanya mtoto aonekane mkubwa. Athari na madhara ya ndoa ya utotoni ni kama yafuatayo. La kwanza ni ongezeko la vifo vya wajawazito na watoto wa umri wa chini ya miaka mitano, kutokana na kukosa elimu juu ya uzazi. Athari ya pili ni matatizo ya kisaikolojia kwa mtoto wa kike anaposhindwa kutimiza ndoto yake. Athari ya tatu ni maambukizi ya magonjwa ya zinaa huwa makubwa kwa kuwa haona jinsi ya kujikinga na magonjwa hayo. Ya nne, maambukizi ya magonjwa ya zinaa huwa makubwa kutokana na kukosa elimu jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo. Serikali iweke sera rafiki ambazo zitaruhusu mwanafunzi aliyepata mimba shuleni kuendelea na masomo kuliko kumwacha mtaani bila uangalizi kushirikiana na taasisi mbalimbali ili kuweka sheria zitakazolinda na kusimamia haki zao, kutoa elimu kwa wanafunzi hususani juu ya madhara ya ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni zinaepukika. Chukua hatua kumlinda mtoto wa kike.